Ni kitu gani ambayo kwamba ametukosea hadi sisi hatuko tayari kumtii na maamrisho yake tunayaasi na makatazo yake tunayakeuka? Je, Allah tabaraka wa taala ametudhulumu wapi mpaka sisi tunashindana kwa kumasi yeye? Je, ye Allah tabaraka wa taala ni haki ipi yetu ametunyima mpaka sisi furaha yetu ili itimie ni lazima tumkasirishe yeye Allah tabaraka wa taala? Ikiwa mzazi alikuzaa uko tayari kumtii kwa sababu amekuzaa ni kitu gani kinakufanya kufanya uwe mzito kumtii mola wako, wakati ushakiri na ushajua ya kuwa yeye peke yake ndo amekuumba? Ikiwa mzazi uko tayari kumtii kwa sababu amekukirimu kwa mambo mengi mazuri, je mola wako na mzazi wako ni nani amekukirimu zaidi? Ikiwa mzazi wako utaenda mbio ufanye anachokitaka, au yoyote aliyokufadhili ufanye anachokitaka kwa kusema kwamba yule sina cha kumlipa kwa alivyonifadhili. Je, ni mangapi ambao kwamba Allah amekufadhili na amekufanyia mazuri kabla hujamuomba? Kwa nini tena tunatumia afya ya Allah kumasi Allah? Kwa nini unatumia nguvu alizokupa Allah kufanya kile kinachomchukiza Allah Tabaraka Wataala? Allah ananiuliza mimi na anakuuliza wewe katika Qur'an anaposema, ya ayuhal insan ma gharraka birabika alkarim Ewe binadamu, ni kitu gani kimekughuria na kukulaghai hadi ukamaasi mola wako mkarimu? Hakusema mola wako muweza wa kila kitu, hakusema mola wako mwenye adhabu kali, amesema mola wako mkarimu, kwa sababu walisia nyoyo zikikirimiwa, huwa uko tayari kumtii yule anayekukirimu. ahsin ila lnasi tastabid qulubahum, wafanyie watu mazuri, utazitawala nyoyo zao. Mbona Allah tabaraka wataala mpaka saa hizi haja kuwa ni mwenye kutawala katika kifua chetu, na pamoja na kuwa tunakubali mengi mazuri anatufanyia? Ma bikum min min Allah, na hakuna yoyote kati yenu nyinyi yuko na neema isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah tabaraka wataala. Nahitimisha na, na saa hii kwa swali tu moja alioliuliza Allah katika Quran. Allah in akhadha allahu samakum wa absarakum, wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairu Allahi yatikum bih unzur kaifa nusarifu alayati thumma hum yasdifun, ewe mtu Muhammad waulize wao, munaonaje Allah tabaraka wataala akichukua masikilizi yenu na kuwafanya viziwi musisikie tena, macho yenu kuwapofua musione tena, nyoyo zenu apige muhuri zisifanye kazi tena, ni mungu yupi zaidi ya Allah atakayekupatia hicho alichokupokonya Allah? Bila shaka Allah ametaja hivi vitatu kwa sababu vitu hivi vitatu ndivyo vikifanya kazi kwa binadamu, viungo vingine vitaweza kupata hisia na vitaweza kufanya kazi. Bila masikio kusikia, bila macho kuona, moyo hauwezi tamani. Kupitia vitu hivi vitatu, ndo viungo vinapata kufanya taharuk na kupata hisia. Sasa wewe, unaamini Allah amekupatia hivi vitu vitatu, kwa nini tena vitumie vitu alivyokupatia Allah kumasi Allah? La haula wala quwata illa billah alala hilata fi taati llah wala quwata fi, fi masiyati ma llah illa billah. Hakuna ujanja kwa kumtii Allah isipokuwa Allah ndio umekupatia taufiq na hakuna nguvu za kumasi Allah isipokuwa Allah ndio umekupatia hizo nguvu. Ika waamini vyote hivyo umepewa na Allah, basi kimbilia kuvitumia hivyo vyote ili upate radhi za Allah. Mpaka hapa nitakoma. Allah wabariki nyote na msiache kuifollow Halaal charity ili weze kutunufaisha wengi. wassalamu alaikum